habari njema iki, iki, ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe, Bukelebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe 13 mwezi wa 12 2025, elfu mbili na ishirini na tano. Someto siku ya leo na kichocheo cha habari kinachosema ndipo tutatambua. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Warumi sura ya kumi na moja mstari wa thelathini na tatu jinsi zilivyokuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Tuombe, tuombe. E, Baba yetu uliye mbinguni tunakushukuru kwa upendo wako mkuu na kwa neema ya uhai iliyotuwezesha kufika katika kesha hili takatifu tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu tukikiri kwamba bila wewe hatuwezi kufanya lolote. E, Bwana, tunapofungua kesha hili la asubuhi chini ya mada ndipo tutatambua, tunaomba Roho Mtakatifu wako atutawale. Fungua macho ya akili zetu ili tuone utajiri, hekima na maarifa yako yasiyochunguzika. Tuokoe na hila za adui anayetaka tutenganishe mahusiano kati yetu na wewe. E Mungu mwenye wivu mtakatifu tunaomba ututakase mioyo yetu, fikira zetu na nia zetu. Ondoa shaka, ondoa hofu, ondoa kiburi, ili nuru yako isigeuke giza ndani yetu. Tufundishe kukuthamini na kuitii nuru uliyotupatia. Tunakaribisha Yesu Kristo awe mfano wa kesha hili na mawazo yetu na wa maisha yetu yote. Kesha hili liwe chanzo cha uamsho wa kiroho, toba ya kweli na tumaini jipya la ujio wa pili tunakukabidhi kila kipengele cha ibada hii mikononi mwako, tukiamini kuwa utazungumza nasi kulingana na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wetu, tunaomba amina. Ni lengo kuu la Shetani kuondoa mawasiliano yote yaliyopo kati ya Mungu na watu wake, ili aweze kutenda hila zake za udanganyifu bila kuwepo kwa sauti inayowaonya juu ya hatari inayowakabili mshukuru. Ikiwa ataweza kuwasababisha wanadamu kumshuku mjumbe au kutoambatanisha utakatifu kwa ujumbe wake, anatambua kwamba watajihisi kuwa hawana wajibu wa kutii neno la Mungu. Na pale nuru itakapoonekana kama giza, Shetani atakuwa amefaulu. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu, hapaswi kufanyiwa mzaha. Yeye afanyaye mambo yote sawasawa na mapenzi yake anapendezwa kuwaweka watu katika mazingira anuai na kuwapatia majukumu na mambo ya kuzingatia ya kipekee kutokana na na nyakati wanazoishi na masharti yaliyowekwa chini yake. Ikiwa watathamini nuru waliopewa, uwerwa wao utakuzwa na kuadilishwa, na fikira pana za ukweli zitafunuliwa kwao. Siri za mambo ya umilele, hasa kuhusu neema ya ajabu ya Mungu kama ilivyofunuliwa bayana katika mpango wa ukombozi zitafunuliwa katika akili zao, maana mambo ya kiroho hutambuliwa rohoni. Yesu anasubiri akiwa na shauku kuu kufunua kwa watu wake utukufu utakaonekana katika ujio wake wa mara ya pili, na kuwachukua kwa pamoja katika tafakuri ya mandhari ya furaha kamili. Kuna maajabu yatakayofunuliwa maombi na utafiti mrefu wa maisha yote vitaasha mengi ambayo hayajafanyiwa tafiti wala kupata maelezo ya kutosha juu yake. Lakini kile tusichokijua sasa kitafunuliwa baada ya hapa. Kazi ya kutoa maelekezo inayoanza hapa itaendelea hadi katika umilele. Mwanakondoo atakapokuwa akiongoza jeshi la waliokombolewa kuelekewa katika chemchemi ya maji ya uzima, ataweka kwao akiba kubwa ya maarifa. Atafumbua mafumbo ya kazi na mapenzi ya Mungu ambayo hayakueleweka hapo mwanzo. Kamwe hatuwezi kwa kupitia kufanya utafiti kumfahamu Mungu. Haweki wazi mipango yake katika akili za wachunguzi na wadadisi wa, wa kibinadamu. Tusijaribiwa kufunua kwa kiburi pazia linalofunika ukuu wake. Mtume anatangaza kuwa hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Ni uhakikisho wa rehema zake kwamba nguvu yake imefichwa kwamba amefunikwa kabisa katika wingu la siri na uvukuvuku, maana kufunua pazia lililoficha uwepo wa Mungu ni kifo. Hakuna kile mwanadamu wenye asiri ya kufa inayoweza kuelewa siri ya uwezo wake ambao yeye aliye mkuu huishi na kufanya kazi ndani yake. Hatuwezi kama kutambua utendaji wake kwetu na matilaba yake inayomsukuma kufanya jambo, ikiwa hataona vyema kulifunua kwetu anaamuru kila jambo kutendeka kwa haki na hatuwezi kutokuridhishwa na kutokumwamini yeye, bali tutasujudu kwa kicho na utii. Atafunua kwetu mapenzi yake kali itakavyokuwa kwa mema yetu kujua, bali na hayo tunapaswa kuamini mkono wake wenye uweza wote, moyo wake uliojaa upendo. The Review and Herald, April 7, 1885. Tuombe. Hey, Baba yetu wa mbinguni Tunakuja mbele zako kwa shukrani nyingi baada ya kumaliza kesha hili. Tunakushukuru kwa uwepo wako mtakatifu kwa neno lako ili tufundisha na kwa roho yako waliegusa mioyo yetu. Ee Bwana. Tunakiri kwamba hukumu zako hazichunguziki na njia zako hazitafutikani. Tumefundishwa kukutegemea, kukuheshimu na kusujudia kwa kicho na utii. Tusaidie kubeba mafundisho ya kesha hili katika maisha yetu ya kila siku. Tunakuomba, Ee Mungu, linda mawasiliano yetu na wewe yasikatizwe kamwe. Tuwe watu wa maombi, tuwe watu wa neno, tuwe watu wa tii, hata adui asipate nafasi ya kutudanganya. Tuandae kama watu wanaomngoja Yesu Kristo, Mfalme ajaye. Tunapofunga kesha hili, tunaweka maisha yetu, familia zetu, kanisa na jamii zetu mikononi mwako. Tuweke salama, ututangulie katika siku mpya, na utuongoze katika haki yako, hadi siku ile tutakapokujua kikamilifu uso wako tusaidie kuendelea kutembea kwa imani na matumaini, kwa jina la Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu na mfalme ajaye, tunaomba.